Dr. Delilah Kimambo ndiye mkurugenzi mpya wa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, akichukua nafasi ya Profesa Mohamed Janabi ambaye alichaguliwa kuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika. Dr. Kimambo ni bingwa wa upasuaji wa magonjwa ya moyo na uangalizi wa wazee, na ameshika nafasi mbalimbali akiwa mbali katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kuanzia mwaka 2016 hadi sasa. Wagonjwa na wananchi waliozungumza na Azam TV wameeleza baadhi ya mambo yanayosubiriwa mezani kwa Dkt. Delilah Kimambo. cha kuanzia ukweli wa ukweli tunaotubia hapa, mi nasema wote, lakini ni wa hali ya chini, maanake hata wale wa hali ya juu wako sehemu zao maalum, lakini kuna gharama, tamaa isiwepo, manake ndugu zetu wakati mwingine ah, ile linaleka labda awe yanapitia hata odini siku moja moja kwenda kuangalia wagonjwa hali zao zinavyoendelea, na hisi atakuwa atapata kitu kizuri zaidi kuhusu watumishi wake waliokuwepo katika hiyo hospitali. Baadhi ya watumishi wa hospitali ya Muhimbili nao wakaeleza haya. kwa tunategemea mambo makubwa pale, ambako Prof. Janabi amefanya akafika, naamini ataendelea pale na kwenda mbali zaidi lakini naamini pia kwa ushirikiano mkubwa ambao tunaahidi kumpa sisi wafanyakazi wa hospitali ya taifa Muhimbili, tunaamini atafanya vizuri. Lengo ni moja tu, kama hospitali ya taifa Muhimbili, kuhakikisha kuwa tunahudumia wagonjwa vile inavyotakiwa. Mkurugenzi mpya kwa, tunatarajia ushirikiano baina yetu na sisi, ili tuweze kuboresha zaidi huduma za afya za ubingwa na ubingwa bobezi. Mkurugenzi anayekuja mpya, pamoja na mambo mengine yote atakayofanya kama priority zake stahiki za wafanyakazi kama ambavyo mkurugenzi mtendaji aliyokuwa anafanya zitaendelea. Lakini ni nini kauli za madaktari kuhusu mkurugenzi huyu mpya? Ile hospitali tunahitaji iwe na mashine kama ECMO, tunahitaji iwe na pulmonologist wa kutosha waliobobea hadi, hadi ku, kuangalia pafu la kushoto, sio tu umebobea mapafu au umebobea pafu la nini la kushoto. Au ndo wataalamu tunaowataka wajae katika hospitali ya Muhimbili. Jambo la tatu ambalo anakabiliana nalo ni mpango mpya wa urekebishaji na ujenzi wa majengo Muhimbili, miundo mbinu ya kutolea huduma, kuendelea kuboresha huduma zetu za afya kwa wagonjwa wetu ambao wanakuja hospitalini kwetu, kuendelea kuboresha huduma, lakini pia kwa kuboresha gharama, yani kutoa huduma bora kwa gharama nafuu ambazo zinafikika kwa wagonjwa. Dr Kimambo amewahi kufanya kazi katika kituo cha Christian Medical Center cha nchini India kama daktari wa idara ya moyo mwaka 2013 na hadi mwaka elfu mbili na kumi na sita alifanya kazi Muhimbili katika idara ya magonjwa ya moyo kama daktari bingwa wa magonjwa hayo. Joseph Mpangala, Azam News.